Baada ya mfumo wa SHA kuzinduliwa na serikali ya kitaifa na kuendelea kupigiwa upato, baadhi ya wananchi wamekuwa walegevu kujisajili. Askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland Dr. Timothy Ndambuki akihuzunishwa na kaunti tatu za Ukambani na ambazo zimejikokota kujiandikisha kwa wingi kutokana na propaganda za kisiasa, wakazi wa Machakos wakijisajili kwa asilimia 35

Askofu mkuu akiwarai wananchi hawa kujisajili na mfumo wa SHA akiweka bayana kuwa ni mfumo ambao unatibu magonjwa sugu kama saratani na wale ambao wamejisajili watafaidika hata baada ya Rais Ruto kuondoka madarakani. Atumia alika Ruto onaeleuma akauma na heva na, niwahidiwe na, ni niwafaidikie nitwashia ni mbesa ila sioonge oh, tumbanize kina anduni kimwe sya kuvi sya syoka no sya tethya no wia na vala sya ikeumya andu amwe ona andu ala mena kanza matuka nikatio matethya na kanza ni kindu kimwe kisio kuya andu kyato cha kyamusyi cha nayu tena kaindo kaikwatela please etiketi tuitu witu imacheni Aidha, viongozi wamerewa kuwajumuisha vijana katika mipango yao tofauti, hata makanisani, kwani vijana hawawezi kukaa bila kufanya chochote. Kwa hivyo, viongozi msipokuwa na activities za vijana, hawawezi kukaa bure. Uh, youth hawawezi kukaa create activities for them, sawa sawa. Hata kama ni we mandu unaongoza kanisa, wewe ndiye kiongozi. Jali vijana kanisa liweze kuendelea na kukua. Katika ibada ya Jumapili, askofu mkuu alifungua na kuweka wakfu jengo jipya la kanisa la ABC Kayata, kaunti ya Makueni. The Archbishop of ABC East, Central and Southern Africa and Finland on 8th June 2025. And I want to declare this sanctuary opened and dedicated within the year of the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Fredrick Kwambua, Undugu TV.